Katika kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, mtandao wa polisi wanawake kwa kushirikiana na wenzao wa Jeshi la Zimamoto mkoani Kagera umefanya matendo ya huruma na faraja kwa kuwatembelea wafungwa na mahabusu wanawake waliopo katika Gereza la Bukoba na kuwapelekea mahitaji mbalimbali mbali. Akizungumza mara baada ya kutoa mahitaji hayo Mkaguzi msaidizi wa polisi Betrida Minga amesema mtandao huo unafahamu kuwa wapo wafungwa ambao hawana ndugu wala jamaa wa kuwatembelea na kuwasalimia, hivyo wao wameamua kuitumia siku ya maadhimisho ya mwanamke duniani kuonesha kuwa jamii inawatambua na inawathamini. Leo tumekuja hapa gereza la wanawake Bukoba, lengo kuu ni katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Tumeona sisi mtandao wa polisi wanawake kwa kushirikiana na askari wa jeshi la zimamoto, tumejikusanya tukapata zawadi mbalimbali kwa mbali ajili ya kuja kuwaona wenzetu wanawake walioko gerezani ambao ni wafungwa na maabusu lengo kuu ni kuwaonyesha wenzetu walioko maabusu kwamba tunawatambua, tunathamini, hata kama wako maabusu, lakini ni watu kama sisi, ni wanawake kama sisi, na kabla hawajaingia maabusu, kwa makosa mbalimbali walioyafanya, walikuwa wanajishughulisha na shughuli zao mbalimbali, lakini tunatambua kwamba wako wengine hawana hata watu wa kuja kuwasalimia, na ndio maana tukatumia hii siku ya mwanamke duniani kama mtandao wa polisi wanawake kushirikiana na wenzetu wa Zimamoto. Tuje tuwafariji wenzetu, tuwashike mkono, tuwaonyeshe thamani yao kama wanawake. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa gereza, mkuu wa gereza msaidizi SP Nicholas Kabura ametoa shukrani zake kwa kitendo kilichofanywa na mtandao wa polisi wanawake kwa kutambua kuwa kuna wahitaji katika gereza ambao wengi wao hawana wa ndugu na jamaa kwa kuwaletea mahitaji ambayo ni msaada mkubwa kwao. Naitwa. SP Nicholas Kubyura, mkuu wa gereza msaidizi gereza Bukoba, kwa niaba ya mkuu wa gereza Bukoba afande Karihamwe, ambaye kwa majukumu mengine ya kiofisi namwakilisha kwa ajili ya kupokea zawadi hizi na ujio wa kutembelewa na, na mtandao wa wanawake wa polisi pamoja na wazimamoto, natoa shukurani zangu za dhati wao na kwa viongozi wao kwa mkuu wa polisi wa mkoa Kagera pamoja na OCD kwa maana Kagera amini ni Bukoba na viongozi wengine ambao wamewakilisha wame, wame, <coughs> kwamba women networks na, na zimamoto huja kufanya huduma ambayo ni msingi sana kwenye jeshi letu na katika watu wetu wanaoishi nao magerezani, kwa sababu hususani hawa watu hawana ndugu wengi, hawana ndugu wengi, wana watoto ndani ya gereza lakini hata mawasiliano ya ndugu zao hawana. Kwa hiyo wanapokuja kuona hivi, wamefarijika sana na wamefurahi mno, kwa sababu wamepokea so vitu vya furaha hivi tu. Aidha, SP Nicholas Kabura ameiomba jamii, zikiwemo taasisi za dini, asasi za kiraia na wadau wengine, kufanya kile kilichofanywa na mtandao wa polisi wanawake, kuwafariji wahitaji walioko katika magereza A, jamii inaiarika kama vyombo vya dola vya kike vimefanya haya. Kwa hiyo hata wadau wengine, makanisa na wadau wengine wa angels ambao wanao fursa ya kuja kuleta misaada kwa watu hawa, inaweza kuestendi zaidi, kutoka kwa wanawake mpaka kwa wanaume, kwa sababu tuna tuna jumuiya kubwa ya wana wa kiume, kuongeza na wanaume huko ambako hawana ndugu, hawana msaada wa kisheria wengine, lakini pia wanapokuja hapa wanawatia moyo kwa sababu ibada njema ni kwenda kuangalia watu ambao wako magerezani na mahospitalini, hasusa ni katika magereza, kwa sababu tumejificha hivi, tumesahuriwa hivi. Kwa hiyo unapokuja watu na maana hii, tunaona kama wafanya huduma nzuri sana katika jamii, na, na Mungu anawabariki wa zaidi. Amos Muzee, Stein TV.